Koo sheria itafuata mkondo wao, hatuwatishi, lakini ninachojaribu kuwaambia ni kwamba tuwe makini, ili tukafanye kile kitu kilichotukusanyisha mahali hapa. Mimi niwatakie kila laheri kwa tulichokifanya hapa. Ninaamini tumewachukua watu makini sana, yaani ndio imani yangu. Hili zoezi limewachagua watu makini sana, sura zetu zinaonyesha, na nyinyi mlivyo ni watu makini. Kwayo ninaamini hamtatuangusha kwenye hili zoezi kaanze salama leo na kesho, na Mungu wetu awatangulie. Asanteni sana. Baada ya kusema hayo, nimuinue mgeni rasmi kwa ajili ya kuzungumza na nyinyi. Robert Godwin Lula, ni msimamizi wa uchaguzi jimbo la Lushoto na Mlalo. Leo tunaendesha mafunzo kwa wasimamizi wa vituo na wasimamizi wa wasaidizi wa vituo katika majimbo yote mawili, lengo likiwa ni kuwapa maarifa na uelewa kuhusiana na swala la uchaguzi. Tutawafundisha taratibu za uchaguzi, kuanzia fomu ambazo zitatumika kwenye swala la kupiga kura, kuhesabu kura na kujumlisha kura, namna ya kuendesha zoezi la kupiga kura vituoni, lakini namna ya kuendesha zoezi la kujumlisha kura katika vituo na katika makao makuu ya kata na hatimaye makao makuu ya halmashauri kwa msimamizi wa uchaguzi. Lengo kubwa ni kuhakikisha zoezi la uchaguzi litafanyike kwa uhuru, utulivu na amani, lakini kwa usahihi, kwa mujibu wa maelekezo ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Wito wangu wananchi wote wajitokeze kupiga kura, wale wote waliojiandikisha, kwamba watapata huduma ambazo ni sahihi kama maelekezo ya tume yanavyoelekeza. Kipaumbele kitatolewa kwa wenye mahitaji maalum, hivyo watu wote wasiogope kufika kwenye vituo vya kura kwamba watachelewa kuhudumiwa.